Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo huenda watu wengi sana wakawa vimewapita ni hili tukio la Mwijaku e, kama unavyofahamu ni kwamba katika huu, katika hii shughuli ya Diamond Platnumz ambayo ilikuwa ameandaa futari ni kwamba Diamond bwana aliamua eh, Diamond aliamua kuwaalika watu katika iftari hii lakini pia kumbe alikuwa amelenga kwa ajili ya kutangaza e, ujio wa sabuni yake mpya kabisa. Yani, hii ni brandi yake mpya, ni biashara yake mpya kabisa ya sabuni, inaitwa Safi Soap. Sasa katika uzinduzi huo kulikuwa kuna kadi kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba lazima uwe na kadi ndio unapata fursa ya kuingia katika ukumbi ambao ulikuwa ni Super Dome Masaki jijini Dar es Salaam. Lakini Mwijaku ameingia kimazabe mazabe kwa sababu kwanza kabisa alikuwa nadhani hata hana uhakika wa futari kwa sababu alienda kwanza kufuturu anapofuturugi kwa mara kwa mara, kwa Kansela Sala alivyotoka huko ndo akatangaza kwamba akitoka pale basi anaenda kwa Diamond Super Dome. Na kweli alivyotoka kwa Kansela Sala kufuturu akaenda Super Dome Masaki, and then alivyofika pale Super Dome bwana, kitu ambacho tumekuja kishuhudia ni kwamba tumeshuhudia Diamond, tumeshuhudia kwamba Mwijaku alivyofika tu pale Superdome ni kwamba alizuiwa kwanza mlangoni kwamba asipite, na mabaunsa alizuiwa kwa sababu alikuwa hana eh, alikuwa hana kadi, umeona bwana. Kwa hiyo moja kwa moja Mwijaku alizuiwa kwa sababu kadi alikuwa hana. Lakini ukiachana na hilo eh, baadaye tena tukaja tukamwona Mwijaku akafosi akapita alipita pale akapenya na Diva, maana baada ya kumwona Diva anakuja, moja kwa moja Mwijaku bwana na Yepi akajipenyeza humo humo, akapenya na Diva. Then baada ya kupenya na Diva, alipofika kule ndani bwana, wakati Diamond ameitwa kwa ajili ya kwenda pale mbele kwenda kuzungumza, ni kwamba Mwijaku na Yepi akaongozana naye, akazuiwa na baba Levo na mabaunsa pia wakaja wakamzuia kwamba asipande jukwani kipindi Diamond anaenda kwenda kuzungumza. Lakini Mwijaku akarudi sasa baada ya kuzuiwa tena, then akakaa akasimama. Baadaye, wakati watu wanapewa zawadi ya sabuni pale, wanapiga na wanapiga picha na Diamond, basi moja kwa moja Mwijaku na yeye pia e, alishindwa kujizuia ikabidi e, uvumilivu ulimshinda ikabidi aende pale mbele, kwa hiyo video ambayo imeenda viral ambayo watu wengi sana hawajaiona, actually haijaenda viral hivyo, lakini hii ni tukio ambalo lilitokea baada zuiwa. Kwa zo maratatu lake ya Mwijaku kuzuiwazuiwa kuwekewa vikwazo takriban mara mbili au mara tatu, na lengo lake yeye alikuwa tu anataka pale apande pale jukwaani eh, ikabidi Mwijaku aponyoke na aende jukwaani, yani alishindwa kujizuia, maskini ya Mungu, ikabidi afosi apande jukwaani bila kuitwa. Maana mara ya kwanza wakati Diamond anapanda naye pia, wakati anataka kupanda alizuiwa. Then this time around ikabidi apenye, ameenda naye pia pale mbele, kitu ambacho kimewaacha hoi watu wengi sana. Naona bwana, kwa hiyo hata kwenye comment huku pia watu wamekuja kuweka emoji za kucheka, wakiwa wanasema kwamba bwana huyu bwana eh, yani huyu jamani kielehele ndo kinachomponza. Kwa sababu kwamba bwana kumbe alichukua, kumbe alichukua yeye mwenyewe nimeona anapita na, na sabuni asubuhi akisema mwambino ataweza. Kumbe alichukua yeye mwenyewe kwa kufosi. Unasema bwana huyu jamaa, kuna vitu havipo sawa kwenye ubongo wake. Lakini ndio hivyo tena, maisha yake, mambo yake yanamwendea yake, ya umeona bwana. So hivyo, hivyo ndio vitu ambavyo vimetokea katika eh?